Kwa mapazia yenye ubora wa hali ya juu kama unavyoona hapo. Jamani, pazia ni nzuri hai klasiki eh, wasomi hai wapendaji wasomi anawakubali sana, unavyoona jamani, pazia ni nzuri sana. No, unaona jamani, pazia imejaa sana sana sana, sana, imekaa vizuri lesi imejaa, unavyoona, sana, ni nzuri imejaa kama unavyoona. Karibuni sana dukani kwetu hapa. Huu ndo mwonekano wa sasa hivi kwa mteja wetu jamani. Zimekaa vizuri mno mno, zimependeza sana jamani. Kama unavyoona hapa, ni sehemu ya kwake ya kuoshea mikono na nini, tumemwekea zebra blind kama unavyoona hapa, tunaipandisha mm, jamani wateja wetu ni nzuri sana. Kama hapa, tunaishusha jamani, kama mnavyoiona inapendeza mno mno mno. Hapa tupo chumbani kwake eh, jamani unaona tumeweka pazia zimejaa vizuri lesi classic Jamani eh? Karibuni sana sana sana sana.